Matukio ya uhalifu yameathiri wakazi wengi wa Nairobi na hata wageni wanaozuru jiji hili. Walikuwa wanne, waliweza kuangusha mmoja. Walipigwa risasi kwa sababu walianza kupigana na askari, hata wao wenyewe walirusha risasi askari. Visa hivyo huripotiwa kila siku katika vituo mbalimbali vya polisi jijini Nairobi. Sababu tofauti zimesababisha vijana kushiriki uhalifu. Kutana na Jacqueline, ambaye si jina lake halisi. Yeye alikuwa akishirikiana na mumewe katika shughuli za ujambazi. Kwa sasa mumewe anatumikia kifungo cha maisha gerezani. Unajua chali shata ndio akona kitu, na ukiwa na shata hakuna mtu anaweza kukaribia juu. Hata shata watu wanamogopanga, hata kuliko sanse inabidi tu ukiwa na shata huko tu mbele. Na kuna pia mademu wengine wanatumanga maboy wao waende wachai juu fulani anakula vizuri. Unajua inakuwanga juu ya tamaa. Sisi wasichana tulikuwa na kazi mingi sana. Tunaenda tubezaenda kwa klabu, unavaa vizuri but uko na dawa. Hiyo dawa ni riski juu utaiweka hapa. Unaiweka hapa kwa mdomo hapa chini. Kisha ukishaiweka hapa chini, yule mwanaume mwenye unapatana na yeye au oh, ufai kumeza mate. Eh, hey, uh, ufai kumeza mate. Because hiyo dawa ukimeza utalala, so hiyo dawa ni mimi, wewe, kama we ndio nimekutana na wewe na ninaona yenyewe wewe unakaa, uko na pesa na nimekaa na wewe kwa meza, nitachukua drink yako, ninaweza test drink yako venye na test, then nikichukua drink yako ni test ile yenye nilikuwa nimeweka, nimekaa hapo, ninafanya nini? Nakutumbukizia. nina so wewe utakunywa alafu utalala. Unaweza kosa kulala hapo, unaweza unznaeza kakuambia tuende loji, tukienda ndio fanye nini? Kulale ulale. No, ukilala naenda na kila kitu, kila kitu yako. Baadhi ya majambazi walianza shughuli za uhalifu wakiwa katika shule za msingi me... na hata wengine walikuwa wakitumia bunduki wakiwa na umri mdogo kuweka ila kuweka nikiwa klasik kuna mboi nilikuwa nawekea, alafu wananipea kitu kidogo. Kama sa wakienda kazi, wakirudi wananijenga sapo. Nilikuwa nawekea wa nawekea, mi niko shule lakini naona yani kama shule na nichelewesha, mimi nataka nikuwe kama wao, pia nikuwe na pesa, wana buy vitu. Kulingana na vijana hao ambao wanatoka katika mitaa ya mabanda ya Kibera, Dandora na Madhare, uhalifu unaendeshwa katika makundi na uhalifu ni kazi na sehemu ya maisha yao na hivyo hawahofi maisha yao. Madoki wa shato umejitolea kwa kudedi sika karaya na jua kwa wax na najichunga bado wala kwa ngome umeamua, hata utaki kurudi, umeamua tu ushata tu kabisa. Sasa Najua sansena ya pia natrai kukinga life yake pia wezi taka pia life yako ya ende, lakini pia unapata kuro juu juu bado kwa madaa nao pia utambui hata usansu mtambui Yaki lilisha mojo na lilisha tatu. Imebainika kuwa baadhi ya wahalifu hutumia dawa za kupunguza maumivu wanapoingia kazini, ambazo wenyewe huziita mawhites na mayellows. Baadhi ni za kumeza na nyingine ni za kujidunga. So kuna dawa zile zinatumia zile, zile, zile tu kupunguza zile ma, maumivu, dawa za maumivu. Saa ile mtu akupiga, akupigia sana hakuna una venye hisia kama kufa ganzi. Ahizo dawa ukijua kama jioni mnaenda ommhivo tnaitamtani naita om so kaa naja enda kaa jioni hili so unatumia ni unatumianatumia kama kitu kama 40 minutes tu. Piga risasi kama okay, uh, kama, kama kuingia ile, ile design, mali unaweza fariki unafariki lakini kama zile kuguaruza nini hizo so, kuseme kupiga mali uh, at least unaweza move, una move tu vizuri uh, kama hata visu unadungwa lakini ufini ukiwa latei. Madawa hizi za kujidunga, hizi za kumeza, uko tu sawa, hakuna mtu kaa wewe, uko tu rieni yani, na hizo dawa zinaishanga karibu kwa siku tano kwa mwili. Wengine wanadai kutumia ushirikina ili kufaulisha shughuli zao, wamekuwa wakienda hadi Tanzania kufanyiwa uganga, huku baadhi wakichanjwa mkononi wanadai dawa hizo huwasaidia wasikabiliwe na matatizo wanapotekeleza uhalifu hasa kupatikana na mkono mrefu wa sheria. Kama leo nitoka kwa usiku, nipitianga tu hapa akampika mguu. Hillary si jina lake halisi. Pia anadai alishiriki uhalifu mjini kwa muda wa miaka kumi. Meri lingine huko buruu tuliendanga tuka madasa wawili huko tulienda kwa baya, saa hivi ilikuwa baa kubwa, tukaenda tukapinyana huko tukabanyana, najua kuna bakwa mgongo nini bonya matenje malaptop hapo maburungoza nguvu kwa kwayo baesa maflat kabonya hapo, kwa hiyo baesa madoi iliko ka ngiriso tatu hivyo kubonya bonya. Tukitoka kuna venye wakaanza kuivisha akitufuata, kuna boy mmoja, boy na mwingine mbudai, kabidi tumewapiga makilika, tumeingia kwa dinga, tumeenda <coughs> mitaa ya kibwanyenye hasa Runda, Lang'ata, Karen na hata iliyoko South B ndiyo ulengwa zaidi. Kazi yetu sisi kama demu, ulikuwa ukienda job, ni lazima uangalie ni nini yenye iko kwa hiyo nyumba, usitoke hivyo kazi yako pale, ikuenda hata unaradi, usiende kufanya kazi yenye ulikupeleka, uende ufanya kazi ingine ndio upeleke information. So kama mimi ningepeleka information, share yangu ingekuwa kubwa kuliko wengine. Kama nilikuja kufanya kwako leo kazi, obviously nikirudi nikuambia nilizao kitu, utafanya nini? Utanifungulia. And most of the time tuko tuna end up wamekill huyo getman, kwa sababu akinijua si atakuja kusema kuna kuwa na msichana mwenye alitoka mahali fulani, alikuja na yeye ndio aliiba kwa hii, kwa hii state. So, most of the time tuko tunaua. Ilikuwa lazima wauue, wauue huyo getman. Lakini ni mbaya bwana, hata ukiwa mbali ikikupata zimekuua. Katika upekuzi wetu tulifahamishwa kuwa bunduki walizokuwa wakitumia zilikuwa zinatoka isili na mitaa ya Eastlands na kila genge lilikuwa na majambazi wasiopungua ishirini. Mi unajua ile bunduki nilikuwa nayo ilikuwa seska. Venye nilifanya kuipata tulikuwa na boi mwingine, tulikuwa rafiki yangu tunaendanga naye fomu saa kafika time fulani imeaja ikakuwa hizo mairia zao, kuna usosaa, akanidunganga Bruce nisunde, anidunga Bruce nisunde, nikamtokanga tu hivyo kabaridi. Tulikuwa tunaenda tu kwa mtu anatia aking'o, ndo tunampigia kidali, kida lika tutu, analala chini, tunabeba vitu za nyumba za maana ka laptop hivi, ma flat screen, matenje, na ganji, sasa nanunuliwa <coughs> tuisaaaachia mtu kidogo. Hata kuna zingine mpaka unaweza kata kwa weave, kwa nywele unabeba, kama umeweka weave kubwa unafungia, unaingiza ndani, wao wanajua kuingiza, alafu inafungwa vizuri. Saa zingine unafunga una unafunga taban umebeba bunduki mm, so ingekuwa rahisi atimt ati mtu anotice Maglin police gunshot. baada ya kununua silaha hizo kuna mafunzo ambayo lazima kila mmoja anatakiwa apate na na tulielekezwa hadi msitu wa Ngong mahala mafundisho ya kutumia bunduki hufanywa. Na kabla ya kuingia ndani ya msitu huu tunaambiwa kila mtu maisha yake yako mkononi mwake, kwani huenda tukakutana na wahalifu wengine humo ndani. Nakwambia, first day atakupea karibu. Kwanza uruke mmoja mmoja, mmoja ya pili na upige huko mwisho. Ukipiga hivyo anajua unaweza, ukifail hata mmoja hivi. Mtu mmoja alipanga 1000 na 1000. So 7 days ni 7000 kwa mtu mmoja. Kana watu wawili ni 14000. Pia tulifahamishwa kuwa baadhi ya matukio ya wizi yalitekelezwa kupitia ushirikiano na walinzi wa mitaa husika. Hao maaskari tunakuwanga tuko na link up nao. Ukipata ukienda kwa homestead ya mtu, ukiongea na askari na akubali shia kubwa, ya, ya, nasema, atu, mkikuja, na atapata shia yeye. Anakubali anasema tu, mkikuja muhakikishe mumenipiga na mumenifunga ndio, hata mdosi akikuja napata pia mimi. Nilifanyiwa nini? Nilifanyiwa something but, mkienda na mimi mletee tu shia yangu. So, most of the time pia tunapata ngao. Maaskari magetman ndio wanatupatia link

nakaa huko, wengine, unajua mko mtu kama tano ama mtu nne. Moja mmoja anaingia steering, wengine nakaa naye nyuma, mwingine bado wako rada, pia anakaa mbele akiwa rada, wanadai. Wakati wa uhalifu, ubakaji ni moja wa mbinu zinazotumika. Kama tumetoka fomu, tuko madem karibu wawili, mabwa watatu, wamepatana na mrembo ile, akiwa mesalimia mrembo, ameng'oa kukujibu, inabidi tu amerepiwa, ikiingia vijana 15 vijana 15 wakiingia, lala nayeye piga nduru lakini hakuna mtu anaweza msaidia. Hata wamedai kuna makundi ya uhalifu ambayo ulipwa kuangamiza mtu. Oh, mtu alikaa story nini nini, tunaweza piga. Akatuambia alikaa mtu kidi, kaamza piga bonake kidi, kakueneza kuwa nini nini. Sa u madam kamshoniaje? Ka, mbili Atoe kiso kwanza, alafu baadaye tukishamalizia atoe so nyingine, ama timu kamaliza, ilikuwa umejeshia mtu karibu 22. Huku wakisisitiza uhalifu kuwa siri kubwa, kila tuliyezungumza naye anadai kuponea chupuchupu wakati wenzao wakiuawa katika baadhi ya matukio ya ujambazi walioshiriki. Kuuawa kwa wenzao kumewafanya baadhi watafakari kuhusu kuacha shughuli hii ya hatari. Kuna marafiki zangu walikufa, nitatuenda lakini nye, nye sikuenda, lakini waliendaga wakauliwa waka, lakini mimi sikuenda, mimi nikabaki sobe police. Kuna wale, wale wanafanya kazi, wanafanya kazi wanafanya kazi poa. Kuna percentage ingine nashirikiana na nini na magansatumana mtaani, nashirikiana na magansa ma so unapata kama sana, noma imezidi sana na mtaani ile polisi wanaona yani umati naona ama gavana naona saa polisi wamelala, kinini wamedozia, wame, kazi napata sana, ndio polisi sasa. Wale wajama walikuwa wanashiriki nao, sasa ndio wanataka sasa, sandio, nataka, waangushe mama Baadhi ya vijana hao tayari wamejisalimisha kwa polisi na kurejesha silaha ambazo walikuwa wanatumia kuangaisha umma. Hata hivyo, ipo haja kwa vyombo vya dola kuongeza juhudi katika vita dhidi ya dawa za kulevya, kwani zimechangia vijana wengi kushiriki uhalifu, sio tu Nairobi, bali pia katika miji mingine ya taifa hili. Best wangu amededi tu kaa wote, ikakuwa, eh, hakuna mwingine amebakiwa kukufa isipokuwa mimi, kabidi tu nimeacha juu life yangu pia yenyewe. Nikapata works tu yenyewe, azafana enyewe tena. Tumetoka ghetto but haijalishi, haijalishi oh. Fudu wanga una di. Steve Juma, NTV, nita makala nita ya siri ya wahalifu. Okay, mimi ni Rambo diza nafanya mambo najiamini kavandem na komando. Buda boss, of course, ni vijana mambo ah, kuwa lazy ni crazy na kama wezi make do basi uniwezi hatakana ah. hata kana toka geto hii life inanibamba manzee, ijalishi okay.